Wakati ninasikiliza mahubiri nimejiona nimezaliwa upya, nikawa najiuliza kama Yesu aliteseka, mimi ni nani? Lakini baadaye nikaona mateso sio makali sana kama aliyoyapitia yeye, kwa sababu mateso makubwa alishaamua kuyabeba kwa niaba yetu. Nitasema machache sana kwa sababu kazi ya kuhubiri ni kazi ya viongozi wetu wa dini. Tama, nitumie fursa hii pia kutoa salamu kwa kweli ya kazi kubwa, na hii salamu ni sehemu yangu ya shukrani kwa kazi kubwa sana ambayo imefanywa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye jimbo letu la Arusha Mjini. maana kwenye ibada ukiangalia tumefundishwa pia kuwa na shukrani, na ukisikiliza pia alivyozungumza mhubiri, mhubiri hapa ameeleza namna gani kina mama walivyokuwa ni nguzo kwenye familia, hata wakinyanyaswa, hata wakionewa, lakini wakipata neema huwa hawaiachi familia. Wakati mwingine hata yule ambaye amewatelekeza, wanarudi pia kwenda kumhudumia. Ndio somo ambayo nimelipata mimi leo hapa. Kwa, ukiwa na kiongozi mwanamke maanake una baraka, iwe ndani ya nyumba iwe ndani ya familia kwa ujumla wake, iwe ndani ya nchi au eneo lolote lile Six Daktari Samia toka amekuwa rais, mimi ni shahidi, tumenufaika na mambo mengi sana. Leo wanatujengia uwanja mkubwa kabisa wa mpira wa kisasa kule Olmot Mirongoine wenye thamani ya bilioni 286, na hii nchi ina maeneo mengi ya kujenga viwanja, Daktari Samia akatupendelea sisi watu wa Arusha. Naomba tumshukuru sana kwa jambo hili. Daktari Samia wakati anakuwa rais aliingia kipindi cha korona, hali ya utalii ilikuwa ni mbaya, vijana wenu wengi walikosa ajira, magari ya utalii yalipaki, hoteli zilikuwa hazina watu. Akaja na programu yake na filamu yake ya Royal Tour. Leo tumeona watalii wapo kila mahali, hoteli zinapata watu, vijana wamepata ajira na maisha yanaweza kuendelea. Namba tumshukuru sana wa kujali utalii wa mkoa wetu. <coughs> Lakini huko nyuma palikuwa pakiwa na mikutano mbalimbali, mikutano mingi ilikuwa inapelekwa Dodoma na Dar es Salaam. Sisi hapa mjini hatuna mashamba, zamani tulikuwa tunalima lima, lima, kila mahali, kadri siku zinavyokwenda hakuna mashamba lakini panapokuwa na mikutano, fursa ni kubwa. Watu wakifika Arusha watalala kwenye gesti, kwenye hizo loji, kwenye hoteli. Vijana walioajiriwa pale watapata mishahara yao. Wakija watapanda pikipiki, watapanda daladala, watapanda teksi, wanaofanya hizo shughuli watapata fursa, na masuala mengine wanapolala kwenye mahoteli, wakila. Wewe unayefuga kule ng'ombe, utauza maziwa yako kwenye hizo hoteli unayefuga kuku utauza kuku wako. Kwa hiyo unaona, ko cha kuletea mikutano amesaidia kuchochea pia na uchumi wa jimbo letu. Naomba pia tumshukuru sana kwa jambo hili <laughs> lakini bado pia amefanya na shughuli za maendeleo. Watu wa Sinoni hapa, mwenyekiti wa mtaa, diwani wa viti maalum yuko hapa, diwani wa kata na viongozi wa chama wasimamia ilani, tumekuwa na kilio cha muda mrefu, u kuna mgogoro kati ya kata ya Unga Limited na kata ya Sinoni kuhusiana na masuala ya elimu. Kila mmoja anasema eneo la kujenga shule ni la kwao. Tumeanza kupitia Daktari Samia, tumejenga shule pale Ungalimi, tena shule ya gorofa ya sekondari. Lakini sasa hivi mwaka huu wa fedha unaokuja, tunakwenda pia kujenga shule nyingine mpya ya sekondari kwenye kata hii ya Sinoni, ili watoto wenu wasiende kusoma mbali zaidi na tumpunguzie mzigo mama ambaye anatumia fedha nyingi kumlipia nauli pamoja na vitu vingine, tumshukuru pia Daktari Samia. <laughs> Lakini tunakwenda pia kujenga kituo cha afya. Tumepewa mapendekezo na Daktari Samia tueleze maeneo ya kimkakati ambayo anatakiwa ajengwe vituo vya afya. Kwa nafasi yangu kama mbunge, mimi nilipendekeza kata ya Sinoni Kwe... na kwenyewe pia ametuahidi atatuletea fedha za kuanzia shilingi milioni mia mbili na hamsini kituo kianze, na baada ya hapo utaratibu utaendelea nani kama daktari Samia. Lakini daktari Samia pia, ukiacha shule hiyo tu aliyojenga moja ya Unga Limited, amejenga shule nyingine tano. Amejenga Unga Limited, amejenga shule ya sekondari Sekei, katikati ya mji amejenga shule mpya ya sekondari kule Olmot. Ukienda Mirongo Ine, amejenga shule nyingine Kalimaji kule Moshono amejenga shule nyingine hapa Mulieti Mlimani, na anajenga shule nyingine kule eneo la Bondeni City ambayo tunakwenda kujenga stendi ya kisasa ya jiji la Arusha. Lakini amejenga pia na shule za msingi. Nenda kule Nafuko kule mbali kabisa, watoto wa Kimasai walikuwa wanatembea kilomita 18 kufuata shule, tisa kwenda tisa kurudi. Leo amejenga tena shule ya gorofa bila kumchangisha mwananchi hata shilingi moja. Anajenga shule nyingine ile Lemara inaitwa Masai na amejenga shule nyingine msasani hapa msasani a na b kwenye eneo la Muriet. Unaona kabisa kwenye swala la maendeleo, Daktari Samia amefanya kazi kubwa na amefanya kazi nzuri sana. Wako wanaosema sema, lakini naomba matendo haya yakawe ni kielezo cha kuendelea kumkumbuka huko tunapokwenda. Lakini kata yenu tu ya jirani hii ya Sokoni 1 tunajenga kituo cha afya na tunavyosema, mkandarasi yuko site na kazi na yenyewe pia inaendelea, lakini Daktari Samia pia ametupatia mradi mkubwa sana unaoitwa mradi wa TACTIC, mradi ambao umekwenda kuondoa kilio cha muda mrefu. Ulikuwa ukija kwenye kanisa hili wanakwambia tunataka barabara yetu ya Engosherato. Ukienda kanisa la Katoliki pale wanataka barabara ya Engosherato, kwa sababu wakati wa mvua changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Daktari Samia Suluhu Hassan akatembea dunia nzima maana kuna watu wengi wanalalamika, kuna mikopo, kuna mikopo lakini hawataki kujua matumizi ya ile mikopo tunayochukua akaenda kupata mkopo kupitia World Bank kwa ajili ya mradi unaoitwa mradi wa TACTIC. Mradi wa TACTIC ndio unajenga barabara yetu hii ya lami ya Engo Sheraton. Kilomita 4.8 kutoka pale NSK kona ukishuka kwenda chini mpaka kuelekea huku upande wa dampu. Mkandarasi iko site, kazi inaendelea na tunategemea kazi kukamilika. Ataweka na mifereji lakini pia ataweka na taa, ili pia hata usiku uweze kuwa mchana na namna mlivyopendeza hivi unakuja kanisani umependeza na urudi nyumbani pia umefanya nini umependeza kwa kazi ambayo Daktari Samia atakuwa ameifanya. Lakini mradi wa TACTICS utajenga barabara ya lami Ola City, pia mkandarasi uko site, kilomita 4 na kwenye kazi inaendelea lakini pia unakwenda kujenga na miradi mingine mitatu. Tenda imeshatangazwa tayari kwa ajili ya kujenga soko la kisasa Kilombero, soko jingine la kisasa kwa Morombo, na kwenda kujenga stendi ya kisasa eneo la Bondeni City kule ambako tulikubaliana kupitia vikao vyetu vya halmashauri. Na maendeleo yote yanafanyika haya kwa sababu yanaanzia ngazi za chini, wenye viti wenu wa serikali za mitaa wanabuni miradi mbalimbali mbali, wanasema changamoto zilizopo waheshimiwa madiwani wanachukua changamoto zile wanaleta kule kwenye halmashauri, na mbunge kwa nafasi yangu pia ni mjumbe kwenye baraza la madiwani na kamati ya fedha tunachukua maoni na mapendekezo yote yale, sasa tunakwenda nayo kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwenda kutetea changamoto miradi na masuala mbalimbali mbali ya watu wa Arusha. Kwa hiyo ukiona katika mtaa wako kuna kivuko kimekuja, ukiona kuna barabara imekuja, ukiona kuna shule inajengwa, ukiona kuna kituo cha afya kinajengwa, ukiona kuna maendeleo yoyote, basi jua mbunge wako hajasinzia kule bungeni, amechukua hoja za wenzake kwenye mitaa na kwenye kata akaenda kazi simamia, ndio maana Arusha leo tunaona kuna mabadiliko kwenye maeneo mengi, japokuwa bado kuna maeneo mengine yana changamoto, na kama viongozi ni wajibu wetu na kazi yetu kuendelea kuzitafutia majawabu. Kwa nilisema niseme hayo pia kwa sababu ningekuwa mchungaji ningesema tu niseme Yohana ngapi fungua Zaburi, lakini kwa <laughs> sababu ni mwanasiasa, ni vizuri nikasema yale ambayo wananchi wana wenzangu mlitamani tuyafanye kwenye maeneo yetu.